La vijana wanapata mafunzo lakini ujuzi utakao wawezesha wao kutoa kile kitu tunachosema maendeleo endelevu ya taifa letu, katika wiki hili la vijana kitaimu. Lakini pia tume, tunakumbuka uliwahi kuhimiza kwamba wanafunzi waliomaliza chuo kikuu waweze kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi. Hapana. <laughs> Sisi tulichukua lile lakini pia tumetembea na vijana ambao walimaliza walihitimu mafunzo hayo katika vyuo vikuu, wakaona waje VETA kupata ujuzi kwa ajili ya kuweza kujiajiri, kuajiri wenzao, lakini pia kuonyesha kwamba lile ulilosema haukuwa na makosa. Lakini mwisho tuna kundi la watu wa wenzetu wa wanawake na Samia ambao wamekuwa wakipata mafunzo kupitia vyuo vyetu mbalimbali, tukiwa na ushirikiano wa taasisi ya wanawake na Samia. karibu

Huyu ni mlemavu ni mwanafunzi ambaye alisoma katika vyuo vyetu akianzia kwanzia level 1 level 2 level 3, lakini hatukumwacha. Alivyomaliza level 3, tukasema tumchukue katika chuo chetu cha ualimu cha mafunzo ya ualimu wa ufundi stadi cha MVTTC na sasa amehitimu. Tunatembea naye ili aweze kuwa ushuhuda kwa wengine kwamba kama una ulemavu usibaki mtaani ukazani, kwamba haiwezekani. Inawezekana kupitia VETA, kupitia mafunzo ya kupata mafunzo na ujuzi anaweza kusimama kesho na kesho kutwa kuwavuta vijana wengine kuja kufanya mafunzo katika vio vyetu. Mimi mimi kwa majina Francis Anto Malanganyo ni balozi wa VETA, ni mtaji maalum, nimesoma chuo